Unampa mwanamke mahari, umeshamwoa ujamoa. Sasa mbona baada ya kuwaoa huwa watu wapi zawadi? Acha ile matumizi ya lazima, kumlisha kumvisha ni lazima. Mwanamke anatakiwa apewe, kuna kitu kinaitwa hadia tu targhibi, zawadi ya zawadi ya kujipendekeza, zawadi ya kujipendekeza. Wazee wetu kama h mwezi Ramadhani hivi walikuwa wanawapa sisi wazee wetu nguo ya kupika uji. Kama nyinyi nyumbani kwenu ilikuwa hamna, sisi alhamdulillah tumeona baadhi ya wazee wakifanya hivyo. Mke anapika uji nini futana baba na futanna mm, nawe kanga yako hii, kitenge chako hichi cha uji cha uji tu, nje ya nguo za laidi. Sasa tuwe na kawaida ya, ya hadia tu targhibi. Mwanamke amepika vizuri, mpe zawadi Zawadi tu mpe bando, mweke kanuni kwa uwezo nilionao. Mke wangu Mungu akijalia wa basi, kila baada ya wiki nitakupa 2000, nitakupa 5000. Kwa hiyo anajua kwa wiki, inaitwa hadia tu targhibi. Ndio mke mwingine unamfukuza atoki, anajua nikitoka nitaikosa kule, anakwenda anapata dume jingine, alijui hii. Mwanamke anagangamara sasa nataka kujibu swali la Sheikh Musa, siku ya kumpa zawadi mwanamke ni Ijumaa, lakini mmegombana asubuhi. Kanuni ya sheria unatakiwa kumpa, utakii kumpa, unampa tu. Ugomvi utabaki kuwa ni kitu mbali, na zawadi tabaki kuwa ni kitu mbali. Ndio huyo mfano, mzazi wako mzazi wako alikutupa chooni, eh bana